Unasikia kama wazalendo wamekamata Kibati wamefika tu mpaka Kumilonge ni kweli? Bo hawayafika Kumilonge me, wamekamata Kibati hawayafika Kumilonge manake banakamata bana tu kwanza, mingine yote ya Kibati me hawayatambuka pale kabisa, juu vale wabile venye walikuwa na nakimbia masasi, wangali wanachomokea kunyaka chamburi, wako napanda juu venye vako muvilima kule, ndio wako na vaona Nam, habari za mda huu, mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu popote uliko. Leo ni tarehe 29 mwezi Oktoba mwaka wa 2025 na kuja mara tena kukualika kuwa nami katika habari zetu za asubuhi ya leo ambazo zinajikita sana katika hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, jimboni Kivu ya Kusini, lakini pia jimboni Kivu Kaskazini. Mpendwa msikilizaji, kama kawaida, nimekwambia ili uendelee kupata habari kutoka kwenye uwanja wa vita Hakikisha kwamba una subscribe channel hii, una comment, lakini pia una share habari zetu kwa walio wengi zaidi. Asubuhi ya leo tunayo mengi ya kuweza kukujuza, maana kwenye uwanja wa vita kuna mengi ambayo ameripotiwa uh, siku ya jana, lakini pia asubuhi ya leo. Hivyo nakualika kuwa nami mwanzo mpaka tamati. Tutakujuza kuhusu habari za wazalendo uh, kuingia maeneo ya Kibati, lakini pia takujuza kuhusu namna ambavyo uh, waasi wamejiandaa huko Kamanyola wakiwa na lengo la kuweza kusonga mbele, na kuna hayo na mengine mengi ambayo tutakuja kuyasikia katika taarifa hii ya habari ya asubuhi ya leo. Kuwa nami mwanzo mpaka tamati. Bila shaka natumai ya kwamba kwa uko salama usalimini, na sasa tufungue ukurasa wetu wa habari. Na habari kutoka uko Kibati ni Walikale uko jimboni Kivu Kaskazini, ambako mapigano makali yameripotiwa Jumanne tarehe 28 Oktoba kati ya wahasi wa AFC M23 na wapiganaji wa zalendo katika eneo la Kibati lililoko katika kundi la vijiji vya Luberike Terefani, Walikale. Vyanzo kutoka kwenye uwanja wa vita vinaeleza kuwa wapiganaji wa zalendo walitokea upande wa mibaa mngazi na kuanzisha mashambulizi ya kushtukiza mnamo majira ya saa kumi na moja alfajiri, wakilenga kuchukua udhibiti wa eneo la kibati ambalo limekuwa mikononi mwa wahasi wa AFC M23 tangu uh, mwezi April. Mashuhuda unasema kuwa milio ya risasi nzito na nyepesi imesikika katika eneo hilo, hali ambayo iliweza kusababisha hofu na tamruki kubwa miongoni mwa wakaaji wa Kibati na vijiji vingine jirani. Hivyo baada mapiga ya mapigano hayo yaliyodumu kwa muda wa siku nzima huko Kibati, duru kutoka upande wa wazalendo za eleza kuwa wameingia katika eneo la Kibati na kuchukua udhibiti wa eneo hilo. Kwa njia ya simu, msingilizi mzalendo huyu kutoka kwenye uwanja wa vita akieleza. Hello. Hello. Hello. Hello. Ewa ni si salama mkubwa, habari ya siku mingi. Salama. habari za kule, mbona tunasikia kama wazalendo wamekamata kibati ki na wametoa watu kule wakwenda kamata marume maske, ni kweli? Dili sisikie mzuri, mi nasema hivi mm, tunasikia kama wazalendo wamekamata kibati, wamefika timpa mpaku milonge, ni kweli? Hawayafika kumilonge, me wamekamata Kibati, hawayafika kumilonge, manaake ba, ba, wanakamata tu kwanza, mingini yote ya Kibati me hawayatambuka pale kabisa, juu vale wabile venye valikuwa na, na kimbia masasi vangali vanachomokea ku vinyakachamburi vako na panda juu venye vako muvilima kule njo vako na vaona kule waravare matakata kabisa me. Netu njo wako kibati kabisa, mikumbi yote ilishakuwa dezama ake mumikono yetu. kibati kesho, sasa njo tunachunga matukio yorde mitoka leo. Kesho wakweni wamekamata kibati na kacherere sawa sawa, ya kugawia oserie vite lishaanza oserie, oserie na kwenye watenda na kamata

Wazalendo wanashimami na FRDC wanashimamia pale kunani kumilongi naam. Hiyo ni kwa mujibu wa wazalendo ambao wanapatikana huko kwenye uwanja wa vita. Lakini asubuhi ya leo, mpendo wa msikilizaji, naendelea kufuatilia habari hizi ili kubaini iwepo uh, wazalendo ndipo wanadhibiti maeneo hayo. Itakumbukia kwamba uh, hayo ni mashambulizi ya tano kufanywa na wapiganaji wa wazalendo wakijaribu kuondoa waasi wa AFC M23 kutoka maeneo ya Kibati. Katika jaribio la hivi karibuni, wazalendo walifanikiwa e, kwa muda mfupi kabisa kuweza kuteka eneo hilo, lakini baadaye waliweza kulazimika kurudi nyuma na kuacha udhibiti wa eneo hilo mikononi mwa waasi, kitu ambacho rahia wanatajwa kukerwa na vitendo vya wazalendo udhibiti kijiji kwa muda mfupi tena, baadaye wanakuja kujiondoa hivyo. Mpaka sasa hivyo mpaka sasa, asubuhi ya leo, mpendwa wa msikilizaji, hatujapata taarifa zingine iwepo wazalendo wamejiondoa tena maeneo ya Kibati ambako wamekuwa tayari wameingia jana, baada ya makabiliano makali yaliyoripotiwa kati ya wazalendo dhidi ya vikosi vya AFC M23. Kamanyola, wakati mapambano makali yanaendelea huko kwenye uwanja wa vita jimboni Kivu Kaskazini, Zarafani, Walikale, Masisi pamoja na Lubero, waasi wa AFC M23 wanaendelea kuimarisha vikosi vyao huko Kamanyola jimboni Kivu ya Kusini. Jumatano tarehe ishirini na nane Oktoba mwaka wa 2025 takriban gari kumi na tatu za kivita za waasi wa AFC M23 kutoka huko Rwanda zimeonekana zikielekea upande wa Kamanyola pamoja na Katogota kwa lengo ambalo bado kujulikana. Merci, merci. Nilisema hivi saa hii ya matrezere M23 inatoka Kamanyola, inaingia pa Katogota, inakuwa na gari kumi na tano mwa ile gari kumi na tano muko jibu lende mbili na land kirizere tatu na zingine magari tuze zinapakiziwa gari kumi, ndio ma ndio gari ma ndio gari 15 ile wanaingiza sai ya trezer le 28, leo siku ya kama siku ya pili leo siku ya pili le 28, ndio wanaingiza sai ya trezer sai hapana, bila ya masiku ni vini. Wakati waasi yao endelea kujipanga huko maeneo ya Kamanyola wakielekea upande wa Katogota, wadadisi wa masuala ya kisiasa mashariki mwa DRC wanawahimiza wazalendo pamoja na jeshi la taifa FARDC wanaopatikana uko bondeni ya mtu Ruzizi kuwa makini ili kutazama mwelekeo wa vikosi hivyo vya wahasi. Tunawaomba wazalendo wawe macho. Nia ya wahasi si kubaki tu kama nyola, bali ni kusonga mbele hadi Uvira. Hivyo uwepo wa wazalendo pamoja na jeshi la taifa FARDC, pia jeshi la Burundi uko kwenye mstari wa mbele, ndipo kunasababisha safari ya wahasi kuwa ndefu zaidi. Hivyo tunawaomba kuungana mkono ili kushinda vita hivi, alisema mchambuzi mmoja wa masuala ya kisiasa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hivyo mpendwa msikilizaji, licha ya uwepo wa kuimarika kwa vikosi vya wahasi, bado wazalendo pia kwenye uwanja wa vita Bonde Rizizi wanasema wako tayari kuweza kupambana na adui, wala hawatishwi na mbwembwe aidha na taarifa ambazo zinaripotiwa mara kwa mara za kuhusu kujiandaa kwa vikosi vya wahasi wa M23 Fizi. Baada ya mvutano mkubwa uliokuwepo kati ya makundi ya wazalendo huko tarafani Fizi ndani ya sekta ya Lulenge, hatimaye Jumanne tarehe 28 Oktoba mwaka wa 2025 mkuu kiongozi wa sekta ya Lulenge Bwana Zawadi Kabandilwa Ambambe ameitisha kikao kikubwa kilichokutanisha pamoja makundi ya wazalendo, wami wa asili, mapastori pamoja na wakinamama kikao hicho kililenga kusuluhisha mzozo ambao ulikuwepo baina ya wazalendo. Mkuu wa sekta anaeleza hatua zilizochukuliwa kwenye kikao hicho, huyu hapa, msikilize. E, mtangazaji ya mjambo ni kweli, leo tariki ishirini na nane za mwezi wa kumi mwaka tunao kisha mafontema kubwa zenye zilifanyika hapa msekta ya Lulenge leo nimeorganize kikao kikubwa ambayo kilikusanya wa chef de groupement wote, ilikusanya wa chef de village eh, ami moitié, ilikusanya komanda regiment wa 2204 ilikusanya ma groupe armé arme loko za wazalendo wote, sababu ya kutafuta amani wa mama na wa vijana e, kwa kweli tumeongelea pointi moja kubwa namna ya kurejesha amani katika sekta ya Lulenge ihasa zaidi kwa vita ambavyo vilipita, benye bilibeba konotasyon mbaya kwamba ni vita ya wabuyu na wabembe. Na hiyo ndiyo maana tulikutana na zile makushe zote ikiwemo ma communauté toutes confondues za sektere ya Lulenge, wabuyu, wabembe, wa nyindu na kazalika.

Kwa kweli eh, nina moyo wa furaha sana. Acha ni kuambia kwamba furaha yangu ni kuona populasio yangu ya Lulenge imebaki chini na kweli kukubali kwamba hatuna umuhimu wa vita ya ukabila, na leo tumekubaliana na kuhakikisha kweli kweli wazalendo wote wanakuwa pamoja. Watu wote wenye walikimbia wamekwisha anza kurejea. Ni sura moja kubwa yenye mimi kiongozi wa sekta nimesema Shukurani kwa watoto wetu, shukurani kwa kila mmoja ambayo alichangia mawazo yake kwa kudumisha amani hapa aloro, kwa kuona kwamba chanzo ilikuwa ni bariere. Tumekubaliana kwamba bariere musekta ya Lulenge zitakuwa jinsi zilikuwa me. Inabidi sababu walifia hesabu ya pesa, inabidi wapunguze, eh, kuwa wanadai kwa kila mpitaji pesa zenye zinapanda sana. Hiyo ni marekomandasyo yenye Eh, Conseil de Securite elargi imewa recommandé na wao, pia wamekubali kwamba wataishikilia. Nikuambie ya kwamba sura ya leo katika eh, mji mkuu wa Lulenge hapa Kilembwe, wafanya biashara wamekwisha kuanza, na inatumaini kwamba kesho siku ya tatu hata masomo zitafunguliwa, sababu watu tayari wanaanza kurejea. Yenye walikuwa wanangoya ni kuona nitawaambia nini hasa zaidi kisha hiyo kikao nitakuhakishia ya kwamba ni Mungu alisaidia, paske sisi wanadamu hatuna chochote tunaweza fanya pasipo Mungu mwenyewe. Na washika masila wote walifanya engagement kwa kuona kwamba hiyo vitu wasirudilie tena, na sisi pia watawala itatusaidia kuwa tunafanya suivi mu Conseil de sécurité wamefanya engagement ya kwamba hawatarudilia tena vitu kama na hivi na ile ndiyo inanirasire, usi kuambia raia yangu kwamba warudie na maktivite ziendelee kama kawaida. Ninashukuru sana, ni kualika kila mkaaji tena mwenye angali kandokando kando wala porini kwamba tumekwisha kupata suluhisho ya amani, na wote tayari warejee, maktivite ziendelee kama kawaida. Kunaweza kuwa wapasaje wawe huru kupita, kunaweza kuwa mfanyabiashara aendelee kuifanya bila tatizo kwa kuwa na woga ya kwamba benye bilipita jana labda binaweza kurudilia. E, tumeweka vraiment nukta na kukubaliana kwa ile kwamba amani amani irejee katika sekta ya Lulenge. Ni nakushukuru zaidi ndugu mtangazaji. Noma ise Komanda Mbele eh, na Komanda Landri bami banasema hivi amutaacha inchi hivi ulimwanga damu komanda mbe ile ulimwanga damu ilimwangika mu barabara pale. Komanda Landri ulimwanga damu tulisema, mko na sikia materme mzuri, labda nawe wendo mlikamata bunduki mme mtu wako akifanya, wewe ndio unafanya damu ilimwangika. Sasa si mnasikia mama Rema kwenye alienda kule Mugulu, anashindwa hata kufika hapa. Mnalalisha bami kwenye bala lake analala kubashe mwami turungu na maese Tunalala atu ewa ipite mu manyumba. Tunalala nje mu mayani sababu yenu. Magomvi gani? Kuko inchi yenyewe ilikuwa na magonjo hapa. Kuko mwenyewe shefu mali sema simu nigombanie hiyo ya budongo wangu hapa. Nie peke tu mkuto kuelewa na yenu mbienu, mnatulalisha nje mu mapori hadi sasa tuko tunasema, kuko bakapita na wengine banotable aina banotable bote hapa kuko benye mpaka saa hii biko mu mapori juu yenu mutamwanga mutamwanga, damu ya kushimamisha nchi. Ese munaangusha nchi, sababu mtoto anaanza vuisha damu kwabo, anaangusha nchi ile nchi. Tutalomba muishimamishe, tutawalomba tu ya mingi, atukakeva mingi ile mikia ya mangombe tu ile, yaani mbuzi mbuzi ichinjiwe mulomba, e, musalimiane na bile biishe. Wakati ile vitu vitakuwa, labda kutakuwa mwami mwenye naza fanya ka seremoni kidogo, na amani irejee juba, tuika tuchunga, ku tusikie mpaka kule kabisa inchi inashimama, ndio tutarudia mwayo <tos> <tos> na hivi tunajua, mpaka hivi inchi ngali naanguka. Tunachunga muishimamishe, nirie muliangusha ese <tos> <tos> na turu ingine bisiendele yake tena na yetu ya mwisho, balisema hii ni juu ya raia ah-ah.

na tukijielekeza huko Shabunda moja kwa moja, ni kwamba uongozi wa walimu wa shule za kiserikali za Shabunda jimboni Kivu Kusini watangaza maandamano hivi karibuni, ikiwa hawatopata mshahara wao. Kauli hiyo ya walimu imekuja baada ya kutelewa kwa mishahara yao mwezi wa tisa na mwezi wa kumi. Kutoka Shabunda mwenzangu Adolphe Samombo na ripoti kamili watetezi wa walimu tarafani Shabunda wamepaza sauti kutokana na kutolipwa mishahara za walimu za miezi wa kenda na wa kumi. Kwa masemi yake enjenya Joseph Sakatindi akiwa president wa muungano la watetezi wa walimu wa tarafa la Shabunda, walimu ni wenye kuishi maisha ngumu wao na jamii zao kutokana na kutolipwa kwa mishahara zao. Ameendelea kusema kama wakuu viongozi wa serikali ya Kongo wafuatilie haraka mambo hiyo, kwani kunakuwa kundi la watu wenye kutamani kucheza na mishahara za walimu kupitia usumbufu wa kupeleka malipo za mishahara hizo pakindu na Bukavu. Kwa sasa wamelazimisha mishahara hizo zibaki tu pa Bukavu kupitia shirika Karitase palipo uh, palipo kuibeba huko sehemu za Kindu kupitia shirika Karitas Kasongo jimboni Maniema. Enjenya Joseph Zakatindi akiwa president wa, wa muungano la watetezi wa walimu tarafani Shabunda ametoa mula wa siku

Baraza la, la Haki za Kibinadamu la Umoja wa Mataifa limeunda tume maalum ya kimataifa kuchunguza ukiukwaji wa haki za kibinadamu katika eneo la Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Tume hiyo imezinduliwa na wataalamu watatu, akiwemo Arold Akonjaun kutoka uko Benin, Maxine Macaus mwenye uraia wa Ujerumani pamoja na Klema Nyaletosi kutoka huko Togo. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, jukumu kuu la tume hii huru ni kurekodi na kuchunguza matukio ya ukatili, ikiwemo ubakaji, mateso na mashambulizi dhidi ya wakimbizi wa ndani, ili kubaini wahusika na kuwawajibisha na kuwa Tume hii ilianzishwa rasmi mwezi Februari mwaka wa 2025 na inatarajiwa kuanza kazi zake za kwanza za uchunguzi mwezi Januari mwaka wa 2026. Ripoti kamili ya matokeo ya kazi yake itawasilishwa kwa Baraza la Haki za Kibinadamu mwaka wa 2027. na mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, na hapo ndipo tunaweka nukta katika habari zetu za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 29 mwezi Oktoba mwaka wa 2025. Na nasema shukrani za dhati ziende kwako kwa ambapo ulikuwa nami mwanzo mpaka tamati, lakini pia ziende kwako kwa ambao umesha subscribe channel hii ku comment, lakini pia kusambaza kwa walio wengi zaidi, na kusi kukutana tena katika habari zetu za hapo baadaye, bye bye.